imepatwa ni kanisa. Yes, ndio. Kuna nyingine ya pili au kanisa itakuwa ndio main inayobeba mzigo baada ya kutokwa familia. Na fikiri nyingine ya pili, serikali haiwezi kukwepa wajibu, okay. Kwa sababu watu wanapouana kwa sababu ya mambo ya ndoa serikali pia inapata hasara ya kupoteza wananchi wake. Yes. Kwa hiyo pia serikali lazima ianze kulitizama jambo hili kwa jicho la tatu. Kwamba iwepo namna fulani kama serikali inahusika na kufundisha ndoa pia. Nafikiri mnafahamu <coughs> <mnafungi tos> kwamba serikali inahusika na kufundisha ndoa. Kwa hiyo kama inahusika na kufundisha ndoa pia, iwafundishi watu maana ya ndoa ni nini? nini na iwasaidie watu namna ya kuishi kwenye ndoa. Kwa hiyo wanafanyaje? Ni kwa kupitia semina, mikutano na washa mbalimbali ili ziwasaidie watu. Hilo tuishie hapo. Kanisa, popote pale mnapotusikia, viongozi wa dini ili ni la kwenu, lakini pia serikali, viongozi wa serikali, mna wajibu kuokoa. Tunakoelekea sio kuzuri sana, mna haja ya kufanya hatua za mapema sana kuweza kuokoa. Lakini mtumishi wa Mungu, kwenye tokiki yetu tumesema kwa nini ndoa nyingi zimekuwa sumu. Tuje kwenye hiyo kichwa sasa. Kwa nini unahisi ndoa nyingi zimekuwa sumu? Anaweza sikuwe kimwili, lakini tumeona watu wengi wamepotea kiuchumi, wamepotea kihisia, wamekuwa monster, ndoa zimezalisha makatili. Eh, watu walikuwa wazuri, lakini alivyoingia kwenye ndoa sio yule tena. Eh, lakini pia imefikia stage mpaka watu wanauana. Mtu kamua mke wake. Yaani very sad. Sasa inakuwaaje? Nini sababu? Uh, mambo nijaribu kuzungumzia kama ita, ita, ita nifamu Ndiyo kuzungumzia walau mambo kama sio matatu basi manne, na uh, katika mambo hayo bado tutarudi kwenye jambo moja la msingi mm. ambalo linaita upendo mm. kwa hiyo uh, mambo yaliyofanya ndoa nyingi leo ziwe sumu kama wanavyosema mm. kwa sababu ya mambo makubwa manne mm. jambo la kwanza mimi naziita nne, jambo mm. la kwanza ni uchaji na jambo okay. la nne pendo pendo. Kwa hiyo leo sumu imeingia kwenye ndoa nyingi, kwa sababu haya mambo manne yamefanya nini, yame miss yamekosekana. Kwanini nimekunumbulishia hayo mambo manne, nikianza na uchaji mm. nikianza na uaminifu mm. nikianza na uvumilivu mm. na nikifunga na upendo ambao hili linabeba yote yeah. kwa sababu ukiwa okay mchaji, mm. Biblia inasema kumcha Mungu ni kujitenga na mabaya, it means mm. Unapokuwa kwenye ndoa na ukikaa katika hali ya uchaji, utaweza kufanya kitu ambacho unajua kabisa hiki ni ubaya ubaya ubaya huo ikiwa ni pamoja na kufanya matendo ya kiusaliti, ubaya huo ikiwa ni pamoja na kupiga, ubaya huo ikiwa ni pamoja na kutukana, ubaya huo ikiwa ni pamoja na kuua kwenyewe, ambayo sasa inakuwa ni tukio kama la mwisho, ambayo ndio hii sumu inaingia. Kwa hiyo ukiwa na hali ya uchaji kwenye ndoa, ndoa nyingi zikikaa katika hali ya kumcha Mungu kuna kitu cha kipekee ambacho kinaingia na kinaondoa ile migogoro mingi ambayo ingetokea kwa sababu gani? Watu walioko kwenye ndoa, cha kwanza, wamebeba hofu ya Mungu ndani mm. yao. Kwa hiyo hofu ya Mungu, ukitaka kufanya tendo baya kule ndani, there is an indicator ambaye ni Roho Mtakatifu tunaambia hiyo stop, stop, stop. Acha hiyo, sio ya kwako, utaki kufanya hivyo, acha hiyo. Kwa hiyo kwa haraka utajikuta unarudi na unaachana na kile kitu kibaya ambacho unataka ukifanye. Okay, lakini jambo la pili nilo lizungumza ni uvumilivu. Ndoa nyingi watu wameingia kwenye ndoa lakini wanashindwa kuvumilia hmm. na katika uvumilivu kuna kuchukuliana hmm. kwa, kwa hiyo watu wana, wana, wana wanashindwa kuchukuliana ile mizigo. Unaweza hmm. kukuta mimi niko mdhaifu katika jambo hili hmm. na mwenzangu yuko na nguvu katika jambo jingine hmm. Sasa mtu ana ana ana, ana, ana, ana anasemaje anaweza akamfanyia mtu eh, hali ambayo si sawa kwa sababu ya udhaifu wake. mm. Kumbe mwanandoa anatakiwa mbebe mwenziwe katika udhaifu wake. Kwa hiyo kimekosekana kitu uvumilivu na kuchukuliana kule ndani. Kwa hiyo watu wengi wanashindwa kufika, kwa sababu kumekosekana uvumilivu na kuchukuliana. Lakini palipo na uvumilivu, panakuchukuliana. Kwa hiyo madhaifu ya kwako anayabeba misizi wako, mm. na madhaifu ya misizi wako unayabeba wewe. Hii inawasababisha mwende umbali mrefu zaidi. Lakini jambo mm. mm. mm. wa la tatu lilolizungumzwa ni uaminifu, uaminifu, uaminifu na ni kitu ambacho kimemis sana, na ndio kitu kimesababisha sumu kubwa sana, kwa sababu watu wameingia kwenye ndoa, lakini swala la uaminifu limekuwa ni zero mm. <todicumza> <todicumza> wako na watu wao kwenye ndoa lakini macho yao yanaangazangaza na nje. Unaona, eh, michepuku kwa mtu yuko na mmewe lakini macho yanaangazangaza nje. Mtu yuko na mkewe anaangazangaza nje. Sasa haya <muchas> mambo yanatokana na nini? Kutotosheka, kutoridhika. Nanielewa, eh, mtu anataka hivyo utoshelevu wa maisha ya kawaida, lakini wengine pia utoshelevu wa maswala yale yale ya kiunyumba ya ndani ambayo pia kumbe, wewe kama unajigundua una nguvu kwenye eneo fulani, unaweza kumsaidia mwenzio kwenye udhaifu wake. Eh, leo kumekuwa na changamoto sana ya masuala ya mifumo ya kiuzazi unaona no, na, na mengine tunakuja kugundua saa hizi kumbe inatokana na afya hata ya akili hmm. Kumbe unaweza ukajua mwenzio kama na tatizo fulani, badala ya wewe kumzunguka na kutoka nje, unaweza ukatafuta kutoka naye kumsababishia tiba hmm. Pengine amesumbuliwa na matatizo ya afya ya akili, akipata tiba ya afya ya akili anarudi kwenye nomo situation na anaanza kuperform kwenye zile functions zingine zote tunazifahamu, ambazo pengine zinahitajika. mm. Anaziperform katika uzuri wake kiasi. hey, wa, love yes, unakuwa uwezi tena kutoka nje <laughs> hiyo hiyo ni issue ambayo imepelekea watu wengine. Lakini ya, ya nne sasa ni love itself. mm. Upendo wenyewe kukosekana. Kuna watu, kuna, yes, kuna watu wameingia kwenye ndoa lakini sio kwamba walipendana kuna watu wameingia kwenye ndoa walivipenda vitu hawakuwapenda watu, kwa hiyo hiyo <laughs> imekuwa ni issue nyingine. Sasa kwa hiyo upendo ukimiss, ndo utaziona hizi dungu zote na migogoro yote. Kwa hiyo sasa kumekuwa na kitu infatuation na kumekuwa na kitu love. Sasa watu wengi wameingia kwenye infatuation wakifikiri they are in love. Kumbe wako kwenye infatuation, amemtamani mtu, amevitamani vitu vyake, ametamani ile six pack. Ehe uh-huh. Akaingia, lakini kiuhalisia hajampenda kutoka ndani, unaelewa? Kumbe ndio sio pack pack six pack, na, <laughs> <Helewa>. <laughs> na na kumbe ndio sio gari zuri. Vipi love box gari, nadhani mtumishi wa Mungu na, kwenye swali langu nini kilichosababisha sumu, umeenda kwenye torushe kwamba swali langu lilikuwa nafuata, nini kifanyike, kilichofanyike? yeah. ni hizo yote nne. Ndiyo. Yeah. lakini pia sababu ni ukosekana kukosekana kwa hizi yote nne yeah. zinaweza zikapelekea hayo. Kwa hiyo umepiga two in one, yes, umetupa yeah. causes, lakini pia umetupa solution hivi yeah. vitu alivyosema mtumishi mm -hmm. wa Mungu vikienda kinyume vinaleta madhara mm -hmm. kwenye ndoa, vikizingatiwa vinaleta uhai kwenye ndoa yes, yeah. Mungu akubariki sana, niulize swali la mwisho kulingana na muda la uchokozi mimi mm -hmm. inasemekana kwamba ndoa za makanisani ni bomu zaidi, ni sumu zaidi kuliko ndoa za watu walio nje ya kanisa. Yaani kwa lugha nyingine wanasema ndoa ya mlevi ina furaha zaidi kuliko ndoa ya mtumishi wa Mungu, tena wengine ni viongozi na ni wanatumika kwenye madhabahu. Hilo vile mtumishi, ni kweli au uh? Siwezi nikisemia moja kwa moja kwamba ni kweli ama si kweli, lakini nafikiri kinachoweza Uh, kusababisha kupafikia hapo ambapo watu wamekuja na nafikiri wamefanya tafiti zao <laughs> asonao mimi sijafanya tafiti lakini ninahisi nina, nina kuna kuna kitu ambacho nikitaka kukizungumza kinaweza pengine kikawa ni sababu uh, unajua watu huku nje wale ambao pengine hata waamini mm, wana, wana mambo mengi wanayachukulia poa yeah. Kwa hiyo wana, wana uwezo mkubwa wa kuchukuliana na kuvumiliana mm, kuliko watu walioko kule ndani, sababu nikiwa kule ndani kwenye masuala ya kiimani, kila mtu anamwona mwenzie kama ni mtakatifu sana, unanielewa? Sasa akiumizwa na mtu ambaye anafikiria huyu huyu, kwa hiyo anakuwa haoni namna nyingine ya kuendelea, kwa sababu mtu aliyemwamini sana, mtu aliyemwelewa sana, ndo amemtenda hiyo. Yano, unanielewa? Wanaelewa kwa kina, kwa nguvu, kwa sana kuliimili, lakini huku mtaani wata wachukulia poa, ni wata chukulia fya mm. uh,

kwamba walio kanisani wengi utakatifu na vifungo vya kwamba mimi ni mtakatifu, niko mtumishi, unapitiliza hadi sehemu ya ndani chumbani, mambo ya faragha ya wanandoa, jambo ambalo linapelekea mmoja wapo, aidha wa kike au wa kiume kukosa kitu kinachoita love satisfaction, ambayo hiyo inampelekea sasa macho yake na ami yake kuanza kuwa tempted na vitu vya nje. Hilo linauhalisia au? Manake ukiwaangalia e, mfano wanaosema walevi wanafula, moja ya kitu kwamba maisha yao wako very free na open. E, ukija kwa watu walio kanisani, hata kama anapitia magumu kiasi gani ni Bwana Yesu asifiwe, anaenda kwa amani ya Bwana, anakomaanayo ndani hata kama ndoa inamnyonga, anakomaa nayo ndani. Mlevi ukimzingua leo, tunamalizana leo, tunapata solusheni, yanaisha. E, kuna uhalisia kwenye hilo, na inaweza kutuprovia kwamba kweli walio nje wana amani zaidi na wana furaha zaidi kuliko wale walio ndani? Ni, ni na, na na kama nilivyosema pale awali, kuna vitu ni vigumu sana kuvieleza kwa sababu, kama anavyosema kuwa kuna mtu anaweza kuwa kwenye ndoa lakini kuna vitu kule ndani anaweza asivipate, ile love satisfaction kama wanavyosema kwa sababu pengine ya misunderstanding, kwa sababu kuna watu wanafikiri eh, ndoa ni pimbuko anashinda hmm, kuelewa kwamba ndoa ni kitu cha duniani. Ni chombo ambacho Mungu amekitengeneza duniani ili kimpe mwanadamu furaha duniani. Kwa hiyo, sometimes unachoweza kukisema vinaweza vikawepo, siwezi kataa kwa sababu kuna watu, mtu anaweza akawa anahitaji kufika kwenye level fulani ya yeye kufikile, anakuwa amefikia ile satisfaction, lakini mwingine anahisi kama akienda beyond that level kama anatenda dhambi ana, ana, ana, ana, anaweza as, as, as, asimsaidie mwenzie kufikia zile level ambazo mwenzie anazitamani. Lakini kitu kingine ulichokisema ni ile kwamba watu wanakomaa na shida zao ndani, na hii ni kwa sababu ya pengine wanatunza zile status yeye, hmm. ni mtumishi hmm. ametendewa, anatakiwa avumilie hmm. anatakiwa hmm. Anata kumahana wakupegeza hmm. na ukiangalia pengine i ni mchungaji, kuna kuachana anawambia, wanachukia kuachana, naelewa. Sasa inaonekana hey. yeye ndo anatendewa kule ndani hey huyo mtu atasimama mbele yetu kama mtu aliye hai, lakini roho ni kwake alishakufa. Kwa Alisha ile sumu ambayo tunaizungumza leo, itakuwa imeisha mlamba blamba, mm -hmm. lakini akisimama kwenye madhabahu hakuna kuachana, lakini yeye kule ndani ndoa yake ilishachika. Kwa sababu, kwa hiyo wako hapa mbele ni ushahidi, ushahidi, kwa sababu anatunza status, lakini huko nje watu hawajaingia kwenye yale maagano, wanasema mtu ta usiwa kuoa au kuolewa mpaka pengine mwezi yeah. wake amekufa, kao anajua kabisa hapa ni kizingua, anaendelea na maisha mengine. Kwa kila mtu anajikifuizi kuhakikisha ya kwamba anaitimiliza furaha ya mwingine. Unajua kule kuna watu ndani kule kwa sababu wanapumbaza, huyu mtu hawezi kumuona nanga, lakini huko ya kizinga inaweza kuepo. Kukataa toa neno la solution la tiba la mwisho, ambao tunafungia walende kwa Wakristo, waamini, watu ambao wanamwamini Mungu wako ndani ya makanisa madhehebu mbalimbali. Asante sana, naomba na niseme hivi kwa wapendwa wa Kristo na wale wasio wa Kristo niseme, sisi watu wote katika ujumla wetu hmm, tuamini ya kwamba ndoa ni chombo ambacho Mungu alikitengeneza ili watu wakifurahie. Tuhakikisha kwamba tunasababisha furaha kwa wale watu ambao Mungu anakuwa ametupatia hmm. Tukisababisha furaha kwa wale watu ambao Mungu ametupatia, haya magomvi na faraka na kila kitu tunachokiona hakitaweza tokea. Kwa hiyo unapoenda kwenye ndoa, nenda ukiwa okay, umebeba furaha kama package maalum unayokwenda kuachilia kwa, kwa mwenzio, lakini kama nilivyosema pale awali usiende kwenye ndoa ukitaka kwenda kutumikiwa. Nenda kwenye ndoa ukitaka kwenda kutumika. Kwa hiyo kama unaenda kutumika, utahakikisha kwamba chochote unachokifanya kinakaa vizuri, ili kilete matokeo chanya kwenye familia, na hiyo ndio inakaa poa na ndio inakwenda vizuri. Amina sana, huyo ndio mtumishi wa Mungu Christopher, tulikuwa naye leo katika ofisi za Mo Possible TV, na MC Kimenia nilikuwa hapa muda wote nikiendelea kukufuku shahizi mauzui ambazo watumishi wa Mungu walikuwa wanajaribu kuelimisha jamii lakini kufundishana sisi wenyewe ili kuweza kupata kitu kilicho bora. Lakini pia Mswahili mmoja alisema hani ni asali, lakini ni asali iliyotengenezwa na vitu vichafu vingi sana, mwisho wa siku ikapeleka kitu kitamu sana. Unavomwita mme wako hani, unavomwita mke wako hani Ujue kuwa amebeba na madhaifu yake mengi sana, ila kwa madhaifu yote hayo bado yeye ni kitu kitamu kuliko vitu vyote ambavyo umeweza kukutana navyo. Ndio maana leo umemfanya kuwa ubavu wako, aidha mke au ume. MC, mkemia mpaka pale muda mwingine. Ini love conversation, Mopossible tv, love for all.